Bibi aliniambia mamangu na babangu walikuwa wamekufa kwa ugonjwa wa ukimwi, lakini bahati nzuri mimi sikuwa nimeambukizwa hayo maradhi. Basi niliishi na bibi kwa kulima vibarua katika kijiji hicho. Siku moja, kuna wageni walikuja na walikuwa ni wale watu kutoka upande ule ambako huwa tunalima mashamba kama wana vibarua alikuwa ni mkaka ambaye alikuwa ni rangi tofauti na kwetu, yaani ni mtu mweupe, na walikuja na watu weusi. Huyu mkaka alikuwa ni kijana mdogo mdogo kwenye umri wa miaka kumi na nane. Alikuwa na kiburi, ana dharau, hapendi kuchangamana na mtu yoyote. Muda wote alituangalia sisi kama wanyama, yaani ni kama watu ambao yeye kwake, sijui alikuwa anafanyisha na vitu vya aina gani, kwa sababu hakutaka mtu yoyote amguse wala mongereshe. Lakini mimi siku moja nilimpelekea kiazi, nikamwambia "Chukua kiazi ule." Alichukua kile kiazi na kukitupa, lakini ijisikia vibaya kwa sababu bibi alinipikia kile kiazi mimi kwaajili ya kwenda kujikimu kesho nitakapokuwa nafanya kazi njainiume mapema chai muka, unaenda shambani shambani. Baada ya kurudi mchana, ndipo utakula chakula. Lakini bibi yangu alikuwa ananipenda sana, akutakaa mimi nipate shida. Mara nyingi alikuwa ananiandalia chakula Afu anasema asubuhi utamka nacho hicho, hata kama utapika ugali, basi anahakikisha uporo asubuhi unabaki nabaki, mimi nakula. Kwa hiyo bibi linaendelea, kiazi hiki ni viazi hivi vya kumenya, hivi viazi vitamu, ndo alipika pamoja na maganda yake, akasema utaenda kula, kisha utakapoenda kibaruani na alivyonipa mimi, nilikula. Nilivyomuona yule mkaka kwamba alikuwepo pale muda mrefu, niliamua kumpelekea. Ndipo yule kaka alipotupa kile kiazi. Bibi alijisikia vibaya, lakini hakuwa na namna, na mimi nilijisikia vibaya na sikuwa na namna. Nikamwacha, nilienda kuendelea na kazi. Baadaye kuna watu walimfuata huyu kijana na no waliondoka naye. Siku ya kesho yake pia tulienda kufanya kazi katika shamba lile lile, nilimkuta tena yule mkaka, lakini nilikuwa na hasira kwa sababu yeye alikuwa amenionyesha dharau siku ya jana yake. Nilimpa chakula changu ambacho bibi aliniwekea, lakini yeye alitupa. Kwa hiyo sikumsalimia wala sikutaka kutabasamu naye, na huyu kaka alikuwa haongei lugha hii ambayo tunaongea sisi, wala alikuwa aongee Kiswahili. Kwa hiyo alikuwa anazungumza lugha ambayo walikuwa wanaelewana wenyewe kwa wenyewe. Tuliendelea hivyo, sikuwa anamsalimia tena. Tulikaa ndani ya wiki mbili, sikuwa anamsalimia tena yule kaka. Nilikuwa najisikia vibaya, kwa sababu alinionyesha dharau ambazo mimi sikuzipenda. Siku moja, kuna huyu anayekuja na huyu mkaka, ambaye yani wanazurura wote, yani muda wote wako wote, alikuwa ni mtu mzima kidogo, sijui ndio alikuwa ni mtumishi wao juu ndio alikuwa ni mlinzi wao, sikuelewa alikuwa ni nani, lakini muda mwingi huja kumuita yeye akiwa anatuangalia sisi tunavyofanya kazi. Muda ukifika wa kula na kuja kupatwa, anaenda kula. Sikuwa nimemjua huyo kaka anaitwa nani. Siku moja tena tulienda na hii siku sikumwona huyo kaka, nikasema yule mkaka mjeuri, kiburi, mwenye dharau leo hayupo. Nilimuuliza mtu mmoja kati ya wale walivyokuwa anafanya kazi ya kibarua pale, wakasema yule mkaka, mbona jana waliondoka Nikasema hao wameshaondoka? Akasema ndio, wale wameondoka jana. Sisi tuliofanya kazi mpaka jioni tuliona wakiwa wamekuja kufuatwa na gari hapa, kwa hiyo wameondoka. Nikasema sawa, sikuuliza kwa ubaya na wala sikujisikia vibaya. Basi niliendelea kukaa kule kijijini. Siku moja, nilikuwa natoka shambani, nilimuona mtu akiwa ana- amepita kwenye gari, lakini yule mtu alivyoangalia kwa nje ambapo mimi nilikuwa nimesimama na ndoo yangu ya maji ilisi kama nishawahi kumuona sehemu, lakini sikumkumbuka. Lakini baadaye niliona gari likirudi kinyumenyume na akaja mpaka pale. Alivyokuja nikakumbuka kwamba alikuwa ni huyu mkaka pamoja na baba moja na mwendesha. Akasema wewe, hujambo? Alitamka neno hili na nilikuwa najua kwamba huyu kaka hakuwa anatumia lugha hii, lakini leo hii amesema wewe, hujambo. Nilikuwa nime nimemtizama tu, sikuwa nimemuelewa nimjibu nini, lakini nilinyamaza kimya pamoja na ndoo yangu akasema nakusalimia, kusalimia wewe, mbona hunijibu? Lakini ilikuwa ni Kiswahili cha kuokoteza okoteza. Nikamwambia mimi si jambo, lakini sikuonyesha furaha aina yoyote ile. Na huyu kaka alimwambia huyu aliyekuwa na mwendesha, washa gari na waondoke. Waliondoka. Kesho yake tulienda kufanya kibarua sehemu nyingine, si kwenye yale mashamba ambayo sisi huwa tunafanya kibarua, kwenye mashamba yale makubwa ya kwao. Lakini wakati tuko kule, tulishangazwa kuona kwamba huyu kijana alikuwa amekuja na kule na kumbe yale mazao yaliyokuwa na chuma kule yalikuwa yanachukuliwa na wao na, lakini alikuja moja kwa moja mpaka mimi nilipokuwepo, akasema jana nimekusalimia, umenionyesha dharau. Kwa nini wewe msichana na kiburi sana? uliichukuliaje mimi nilipokuja kusalimia? Nikamwambia mimi sikuja kuonyesha dharau, ila tu kukunielewa. Akasema okay, sawa, baadaye nataka kuongea na wewe Nikaambia nataka kuongea nini? Sio ongea hapa sasa hivi, kwa sababu nitaongea nini? Kuna vitu nataka nikuulize, vitu vingi vingi vingi. Kwa hiyo baadaye nitaongea na wewe, umenielewa? Ni mkaka ambaye alikuwa na komandi. Nikamwambia sawa, mimi nimekuelewa, mimi nienda kufanya kazi na bibi. Na kweli baadaye nilimfuata nikaambia alikuwa anasemaje. Akasema nilikuwa nataka nikuombe samahani. Nikamwambia samahani gani? Akasema nilikuwa nataka nikuombe samahani kwa sababu siku ulinipa chakula chako nilikitupa. Nikamwambia kumbe ulifanya kusudi. Akasema hapana, sikufanya kusudi. Nilikuwa na maasira kipindi kile, nimekuja nilikuwa naumwa, kwa hiyo nilikuwa naona kelo kelo tu, yaani nilikuwa sitaki mtu aniongeshe, nilikuwa nasikia kelele tu kwenye akili yangu, ndio maana nilikuwa hivyo. Nikamwambia hapana, sio kweli, unajua wewe ulikaa muda mrefu, karibia mwezi mzima, ina maana mwezi wote ulikuwa naumwa? Akasema uwezi nielewa tu, lakini ukweli ni kwamba mimi nilikuwa ninaumwa. Nikamwambia haya sawa, mimi nimekusamehe. Akasema sawa. Akasema okay, basi mimi ninaondoka, muda sio mrefu tulikuja kuangalia mmefikia wapi kwenye kuchuma hii nini hizi njegere, maana tulikuwa tunachuma njegere hizi njegere. Kwa hiyo tunafikiri tutarudi mida saa tisa kwa ajili ya kuja kushona dunia ili zipakiwe kwenye gari ziondoke. Nikamwambia sawa. Kumfatilia huyu kijana, aliondoka kweli. Mida hiyo huyu kijana gari lilikuja na vijana kushona hizi njegere, lakini huyu kaka sikuwa nimemuona. Bibi kesho yake alisema atakuwa tkafanya kibarua kule tunakofanyaga, tumeambiwa kesho wanatoa madhao kule. Kwa hiyo asubuhi tulienda kule, na bahati nzuri mpaka nafika sana sikuwa nimemwona yukaka, lakini baadaye niliweza kumwona akiwa anakuja. Na alivyokuja moja kwa moja alikuja mpaka pale ambapo mimi nilikuwepo, alinisalimia. Bibi aliniuliza kwa nini kila siku huyu mtu anakuja anaongea na wewe? nilikuona jana, tuingie naye kule na ulisema siku hili umemwona, amepita wakati natoka kwenye maji, amebeba amepita kwenye gari, wakati umebeba maji, kwani kuna nini kinaendelea? Lakini mimi nikamwambia bibi, mimi sijui. Bibi alisema, naomba uwe makini, hizi ngozi nyingine hizi wanaweza kukuchinja. Hawa watu wanachinjaga watu, hawa ndio chinja chinja wanaochinjaga watu. Nikamwambia sasa, bibi, nitakuwa niko makini. Kwa hiyo kaka alikuja huu muda na alileta zawadi, ilikuwa ni chakula nzuri alinipa. Nikamuliza bibi, kaniletea chakula, nile? Bibi alisema usile. Kwa hiyo nilikataa kile chakula, lakini kaka alijisikia vibaya akaniambia unanilipisa kwa sababu nilitupa chakula chako. Nikamwambia hapana, bibi kasema nisile kwa watu. Kwa hiyo alisema sawa, kama bibi yako akakatalia sawa, acha basi nile mwenyewe, mimi nimechukua kile chakula kutoka kule, nikasema nakuletea wewe na kuoneaga huruma, nafanya kazi mpaka jioni, lakini wewe unaona kama mimi ni kijana mbaya. Sawa, acha nile mwenyewe. Kweli kile chakula alikula mwenyewe mpaka nijisikia vibaya, nikasema kumbe chakula kwa kawaida tu, ningejua si ningekula tu Akakila akamaliza. Baadaye akanisaidia kubeba ile mizigo, tutaenda kupima kwa ajili ya kuhesabu madebi ametoka mangapi, nipewe hela yangu. Akawa ananisaidia watu, akawa anashanga ngozi nyeupe na mtu mweusi, wapi na wapi. Lakini alisema huyu kijana alikuja, alikuwa awezi hata kuongea hiki Kiswahili. Sasa hivi anajitahidi, ana-anasikika hata kama aongee vizuri, lakini anasikika. Kwa hiyo tulianza ukaribu, tukawa tunapata muda tunaenda kutembea kwenye mto, tunaenda kutembea kwenye maziwa, tunaenda kuvua samaki pamoja, tunaenda kufanya pamoja. Maziwa yalijengeka mpaka ikafika kipindi mimi nilikuwa sipomuona na hii sinahitaji kumuona huyo mtu. Tulikaa kwenye kile kijiji ndani ya miezi kama miwili, bado tuko wote tunachunga ng'ombe pamoja, tunakaa sehemu za kijiji pamoja, lakini kuna siku alikuja kuniambia kuwa Mami, mimi ninahisi nitawacha muda si mrefu, natakiwa nirudi nyumbani. Nikamwambia nyumbani wapi? Kaniambia sisi tunakaa mjini huko, kwa hiyo inabidi nitakuacha, lakini nitarudi kwa ajili yako. Nikamwambia rudi kwa ajili yangu, kurudi kwa ajili ya mazao yenu? Akasema ah, nitarudi kwa ajili yako, mazao tutarudi pia na kwako tutarudi. Huyu kaka alivyoongea hivi, nijisikia vibaya sana, japo aliniambia kwamba ilikuwa ni kwa ikuwa, bado siku kama nne ili aondoke, lakini hiyo siku mimi sikuwa nimelala kabisa tangu ameniambia haya maneno. Na kesho yake ilivyokucha, nilisema bibi, hakuna kibarua kule? Bibi aliniambia hakuna kibarua, kwa hiyo niliishi kwa kuumia sana. Hii siku nilikuwa nimekaa kwenye mti nafikiria nitamwona wapi tena, lakini kumbe hata yeye kule alikokuwepo alikuwa ananifikiria, kwa sababu mida ya sa saa kumi na moja nilimwona huyu mkaka akiwa amekuja kwetu na alimuuliza bibi kuwa nimekuja kumsalimia rafiki yangu Salome, nimekuja kumwaga, nafikiri kesho kutwa au kesho tunaweza tukaondoka. Na bibi kwa sababu alikuwa mpenda, alisema Salome hayupo. Mimi nilivyosikia sauti na vile nimemwona nikaenda nikamwambia, he, hatimaye umekuja mpaka nyumbani, nilikuwa nimekukumbuka. Bibi alikata jicho na kaondoka, lakini alituacha tuliongea. Akasema, uweze amini, tangu nimekwambia jana nitakuaga jana, siwezi hata kutulia, roho yangu inaniuma, natamani hata tungeondoka wote Nikaambia, kwa nini tuondoke wote? Akasema nimekuzoea tu, mimi mwenyewe nashindwa kujielewa kwa nini, lakini nafikiri kwa sababu nimekuzoea muda mrefu sana. Nikaambia mbona tujakaa muda mrefu kiasi hicho? Akasema mwenyewe hata sielewani, sijalala kabisa. Kwa hiyo tuliongea ongea pale, baadaye nikaambia bibi namsindikiza. Akanaambia huyo msindikize ndugu yako, lakini msifike mbali, huyo mwenziwe ana magari najua, atafatwa anytime. Nikaambia sawa, bibi. Kwa hiyo tuliongea, tuliongea, tulifika sehemu ilikuwa kuna jumba bovu, tukaa tumesimama, akanaambia Nikambia kitu Salome. Amini usiamini, nimehisi na kupenda. Nikambia unamaanisha nini? Akasema ninahisi na kupenda, nina kasama, nina hisi, nina tangu jana sijielewi, na sio tangu tu jana. Hizi siku za karibuni nimekuwa nikihitaji sana kukaa nawe karibu. Nadhani uliona nilikuwa nikija muda wote nahitaji kukuona, nafanya kazi wote, tunachunga ng'ombe wote, na shida hata nyumbani wananigombeza sana kwamba ruhusi mimi kuzuru zuru lakini imebidi waniachieni, kwa sababu nishawaelekeza kwamba najisikia kutembea katika kijiji na nimepata rafiki yangu anayenitembeza, naona vitu tofauti tofauti. Nikaa nimesimama, nikasema hata mii pia, jana ulivyoniambia unaondoka, nafsi yangu imeniuma sana, usikuja. Akameniambia Sarome, kwa nini tusifanye kitu ambacho kitatufanya tusisauliane? Nikamuuliza kitu gani? Akaniambia tufanye mapenzi. Nikaambia mapenzi tunafanyije? Akasema tunafanya tu alafu mimi nitakukumbuka na utakuwa unanikumbuka. Kwa hiyo kwa sababu tulikuwa tunasikiza ujinga ujinga za utoto, kweli tulifanya, na baada ya kufanya hiki kitu tukaamini kwamba kila mtu atamsahau mwenzie. Ni kweli, mimi nilienda nililala nyumbani, muda nilisikia basi linalia, nikasema sio ndio anaondoka mpenzi wangu, basi nilishatukulia. Lakini nafikiri kile kitu ambacho tulikifanya kilikuwa kimeongeza zaidi hamu ya kuhitaji kila mtu kumuona mwenzie lakini tulienda kufanya kazi karibia na mashamba yao, lakini ilikuwa sio kwao, na watu niliwauliza hivi, ile mkaka leo hamjamuona kwenye hayo mashamba? Kaka amesema wameondoka, mizigo yote imesafirisha na wenyewe ameondoka. Sasa wenyewe ameondoka, na basi hata hatajaondoka ata, ata, na mafuso. Sasa nimejihakikisha kumbe kweli ile kaka ameondoka. Nimekaa jioni sehemu ninalalamika sana nanung'unika. Loi, naniuma. Sikiza nyimbo ambazo alikuwa ananisikizisha yeye kwenye ka radio kangu pembeni, nilishangaza kuona kuna mtu nimemwona kama anafika, lakini nilipoangalia vizuri, niligundua kumbe ni yule kaka. Na alikuja alinikumbatia, bibi alibaki anashangaa, akasema, huwezi amini, nimeamua kurudia mjini, imeshindwa kuendelea. Nilikuwa najisikia vibaya sana, nimeomba nirudi tena nikae huku kama siku kadhaa, halafu nitaondoka Nikaambia kweli? Akaniambia ya, ni ya, ni kweli. Kwa hiyo nilifurahi hapo, tukaenda tukazurula kama kawaida yetu, tukakaa tukahefani, tukacheza mpira na wenzetu warafiki wa vijijini wale. hivyo kaa hivi, siku tatu zote tulikuwa tuna amani sana, lakini aliniambia kwamba nimeambiwa ninafatwa rasmi, nafatwa na gari kwa sababu nimeonyesha kutokutaka kwenda nyumbani kurudi. Kwa hiyo kuna gari limetumwa na dereva atakuja kunichukua, lakini nimemwambia mimi, kama nakuja kunichukua apitie pale achukue begi langu, mimi atanikuta huku kwenu. Kwa hiyo mi nitakaa huku mpaka muda atakao. Tulikuwa tumekaa polini huo muda wote, jua linazama mpaka karibia na saa kumi na mbili ndipo tulisikia mngurumo wa gari kama umefika nyumbani. Akasema nafikiri tuna haja ya kwenda nyumbani, lakini ukaka alisema kama sijaenda nyumbani nakuona, naomba turudie tena kufanya kile kitendo. Tulifanya tena mapenzi na hapo tukaondoka, tukaenda nyumbani. Tumeenda nyumbani kweli, gari ilikuwa limesimama katika ile nyumba yetu, na huyu kijana aliingia na akaondoka, lakini aliondoka akata nalia sana. Hata bibi aliyekuwa anamchukia alijisikia vibaya, akasema hey, amekuzoea sana huyu kijana yani mpaka nalia na- nafikiri sio kijana mbaya, nilikuwa namfikiria kibaya, lakini nahisi kunawezekana kaa sio kijana mbaya kiasi hicho. Nikaambia bibi huyu hana kibaya yote. Bibi aliniambia kijana ndo huyo anaondoka, sijo? Kaa ulikuwa anafanya vitu vya kijinga akakuachia mimba hapa, tukalea mtoto ambaye hana baba. Nikaambia hapana bibi, siwezi kufanya kitu kama hicho. Kaniambia sawa mjukuu. Basi huyu kijana aliondoka rasmi, na mimi nikaa ninaendelea kuishi kule, nimekaa kule kijijini kwa muda kuna kaka ambaye alikuwa ananisumbua sana pale kijijini, na mtu nilishafanya mapenzi kwa hiyo nilikaa ndani ya nilika, miezi kama minne. Huyu kaka kuwa amerudi tena, nikaamua kuwa na mahusiano na mkaka mwingine, nikawa natembea naye natembea na kaka kama miezi miwili niko naye, baadaye nikaanza kujisikia vibaya, lakini kumbe nikuwa na mimba wakawa wamelazimisha kwamba inabidi kama ni mimba au kijana basi inabidi tufunge ndoa. Tukifunga ndoa ya kimila na tukaanza kuishi, tumekaa kama miezi sita, tumbo langu limefikisha miezi sita, ina maana tumekaa ndani ya miezi miwili. Yule kijana ambaye alikuwa ni mpenzi wangu wa mwanzo, nilipewa taarifa kuwa amekuja na bibi. Ndio aliniambia kwamba unakumbuka rafiki yako? Rafiki yako kaja, nafikiri atakuwa amekuletea zawadi sana Nikamwambia vya rafiki yangu gani bibi? Akasema shule mzungu. Nikamwambia kaja? Akasema hii kaja hapo, mimi nina tumbo la miezi sita. Ndipo kesho yake kweli aliweza kuja na maeneo ya kule ambako mimi niliolewa, manake niliolewa kijiji kingine. Alienda kwa bibi, bibi akamwelekeza kwamba yule sasa hivi anakaa huko. Hakuelewa kwamba ameolewa yani mimi nimeolewa, ila yeye alielekezwa kwamba ninakaa kijiji kingine, na aliulizia mpaka kafika. Alinikuta nikiwa na tumbo kubwa sana. Kaka huyo alifurahi sana. Akaniambia, nilihisi kitu kama hicho kabisa, nilihisi ndio maana nilikuwa nashindwa kuvumilia kukaa kule, nilisema lazima nirudi. Nilihisi kabisa, nimekuumiza, nimekuacha ukiwa mja mzito, hakika hii ni mimba yangu. Lakini nilimwambia naomba tusiongee chochote kwa sasa, na kama ikiwezekana, naomba uende, utapata muda ataongea. Unajua, kutokana na mambo ambayo tuliyafanya yamenifanya mimi mpaka nimeolewa. Akaniambia ninaelewa, sijui alikuwa anasema naelewa nini, lakini alisema ninaelewa kila kitu. Mwambia namba aondoke mlango asije akamkuta. Na kweli aliweza kuondoka, lakini aliondoka akiwa na furaha sana, akasema asante, umeniheshimisha. Lakini mi sikuwa nimemwambia kwamba mimi mbaso yake ili mimba na yule mkaka ambaye nimeolewa naye. Lakini mimi usiku niliwaza sana, nimelala na mme wangu pembeni, lakini mke niambia, kwa nini usimsingizie ukaka kwamba mtoto ni wakwake ili uweze kuondoka naye, kwa sababu huyu mkaka alisema nimekufata, nimekufata, tunaondoka wote, tunaenda kuishi wote kwa hiyo mimi nilipanga nikasema, ninaondoka na huyu kaka na sitosema kwamba hii mimba sio yake na ninatoroka. Kwa hiyo kaka alizidi kuja tena, tukawa tumepata muda tumeongea, nikaambia kwa tunafanyeje? Akasema, mimi nimekupata wewe, lakini kwa sababu amekuozesha, nafikiri jamii ya huku tuko tofauti na sisi, naweza akachukua maamuzi ambayo ni magumu sana, niambie nifanyeje? Mimi nikamwambia niache hela, niache kila kitu, wewe ondoka, mimi nitakuja kwa hiyo alikaa karibia mwezi mzima, lakini wakati anaondoka aliniachia hela. Mimi niliweza kutoroka kwa mume wangu, nilikuwa na mimba ya miezi saba nikaondoka, nikaenda kumfata huyu kaka. Huyu kaka nilianza kuishi naye mjini, tulikuwa tunaishi maisha mazuri sana. Huyu kaka alikuwa anasoma chuo, lakini wazazi wake walikuwa hawajui kama ana hosteli na pia ana nyumbani ambako anaishi na mimi mwanamke. Alikuwa ananihudumia kila kitu, ni mtoto wa kitajiri sana sana sana, sana. Nikua sipati shida aina yeyote, nyumba ni nzuri tumepanga na ananihudumia kama mke wake, na akasema ni, ni, ni surprise kwa babake na mamake mpaka nijifungue. Ni kweli nilikuwa nawaza, nikasema huyu kaka kamba ni kweli anajua kwamba nina mimba yake, na mimi nampenda, nampenda kwelikweli. Sasa mwisho wa siku itakuwaje? Hata nilianza kuwaza kwamba ikiwezekana nitoe hii ujauzito lakini mwisho wa siku nilikaa naye, maisha yalikuwa ni mazuri sana, alikuwa ananijali mpaka nilikuwa najisikia na vibaya yani, na alikuwa nanipenda mpaka natamani ile mimba kweli ingekuwa ni ya kwake. lakini ndo hivyo, mimba haikuwa ni ya kwake. Siku ya siku mwanaume huyu wa kijijini alikuja kujua kwamba mimi nimeondoka na naishi na mwanaume mwingine, na nasikia alisema nyumbani warudishe mali zake zote ambazo za alikuwa ametoa, na anahitaji mwanaye akizaliwa tu arudi kule kijijini lakini mimi nilikuwa nawaza itakuwaje kama huyu atakuja kugundua kuwa huyu mtoto akuwa ni wake, kwa sababu najua yeye ni mzungu, mimi ni mweusi. Kwa hiyo mwanaume ambaye alinioa alikuwa ni mweusi, kwa hiyo obvious, lazima mtoto angetoka ni mweusi. Lakini Mungu ibariki Tanzania, mimi niliweza kujifungua. Siku ambayo nimejifungua, nilijifungua mtoto ambaye alikuwa ni mtoto ni mweusi, na nikamwambia mtoto na Isa amefanana kwetu, lakini akasema mbona kama sielewi hata nywele tu. Nikaambia ndio hivyo, mtoto amefanana na kwetu, lakini ukaka alionyesha kuweka doubt kwamba kama amepigwa fulani, lakini hakuniacha aliendelea kunilea kuishi wote, tulilea yule mtoto mpaka kafikia miezi sita, na tukakaa mpaka mtoto akatimiza mwaka. Alipotimiza tu mwaka, nitafuta dawa haraka, kwa sababu sikuwa naona chochote wala kitu chochote. Nitatafuta dawa juu chini, nikanywa, nikabeba mimba hii mimba sasa ilikuwa ni ya huyu mwanaume lakini baada ya kubeba mimba imefikisha miezi miwili, yule mbaba ambaye alikuwa amenioa ni mkaka kule kijijini ndiye na yeye, alipoamua kufunga safari na kuja kule ambako mimi naishi, anakuja kufata mtoto na huyu mtoto baba huyu anajua kama ni wake, lakini ukweli kwamba alikuwa sio wake, japo na yeye alikuwa analalamika mara nyingi kwamba huyu mtoto sijafanana naye kitu chochote, kwa nini mimi sijafanana naye kitu chochote? Lakini tulikuwa tunaishi na alikuwa amesoma mpaka chuo na amemaliza, ameanza tu kazi, kwamba wazazi wake wanajua kwamba amepanga anaishi mwenyewe, lakini kweli alikuwa naishi na mimi. Na anaishi na mwanamke. Na alisema kwamba nasubiri mambo yakae sawa tutafunga ndoa. Na alikuwa ni dini ya Kiislamu yaani, kwani Kristo, lakini nilishabadilisha dini kwa sababu ninampenda kweli umkaka. Huyu kaka alikuja, alifanya vurugu sana, na alisema kwamba huyu mtoto ni wa kwake. Mimi nina mimba miezi miwili. Kaka huyu kaja kufanya vurugu, ndipo huyu kijana alipoamua kusema, nafikiri kuna haja wewe kurudi kwa mume wako. Chukueni mtoto wenu kwa sababu nimejua ukweli kwamba mtoto hakuwa ni wangu, ulimdanganya. Basi nimekusamea hata huyu wa tumboni, wewe mchukue nenda, mkaishi kijijini. Hapa mimi niliondoka nikarudi kijijini. Nilimchukia sana huyu kaka na niligoma kwenda kuishi na yeye kwa sababu alishachukua mali za wazazi wangu, ali yeye, mtoto wake alimchukua. Mimi nikaa na kaka kwetu, nimekaa kwetu na ili tumbo, nikaa sina mbele sina nyuma, na msumbu wa bibi pale, na bibi alinlaumu sana sana sana sana sana akasema, ni heli ungemwambia mtu ukweli, kama mtu alikuwa anakupenda, mbona angeishi tu na wewe vizuri? Kitu kilichomfanyia, hata ingekuwa ni mimi singekubali. Umemwacha mtu amelea mtoto ambaye sio wake kwa muda wake huo wote Umempotezea, amekaa mbali na wazazi, ameenda kinyume na wazazi, ili mradi ya kutunze wewe, lakini kumbe wewe ulikuwa na mdanganyifu, sio vizuri. Lakini huyu mkaka ndio nilikuwa nimemkosa hivyo, na mimi nikaishi kijijini, nikaja nikajifungua mtoto huyu. Mtoto nijifungua alikuwa ni mtoto mweupe mweupe pe, na baada ya hapo nimeambia vipindipe nauli, nikampeleke mtoto kwao. Nilivyoenda kwao nilikuja kukuta mwanaume alishaoa na ana mke, na alichokisema kwamba anamchukua mwanangu, mimi nikaendelee na maisha mengine.